Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wasalatullahi wasalamuhu wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa baadu, ndugu zangu wapendwa wa baadu Islam, leo nimekuja hapa kukutambulisheni kipindi kipya ambacho kitakuwa kikikujia kupitia Hajupepo Online TV takriban kila siku. Kipindi hiki tumekipa jina la Mwongozo sahihi katika tiba. Kupitia kipindi hiki utajifunza tiba za maradhi mbalimbali katika mwongozo sahihi uliopokewa kutoka kwa wema waliopita na ulamaa wa bobevu katika masala ya tiba. Tumekiweka kipindi hiki kwa lengo kuu la kutoa msaada wa elimu ya tiba. Kwa hiyo leo utakuwa utangulizi wa kipindi chetu hiki insha Allah, na ikiwa utakuwa na hitajio lolote katika masala ya tiba, utatupigia simu nambari zetu hizo hapo, au ukiwa na swali lolote, basi utatuuliza kwa njia ya WhatsApp kwa namba zetu hizo hapo. Somo letu la leo biidhnillah, ikiwa ni sehemu ya mwanzo wa kipindi chetu hiki, tutaenda kujifunza njia madhubuti, njia sahihi ambazo mtu anatakiwa kuzichukua kama ni tahadhari ili kuepukana na maradhi na matatizo hasa yanayosababishwa na majini wa korofi, yani mashaitani. Lakini kabla ya kuenda kwenye somo letu hili, nataka nikupe kisa hapa, kisa ambacho kimetokea katika nchi ya Saudi Arabia mwaka 1970 mpaka 1975 katika chuo kikuu cha Kiislamu Madina, Jamiatul Islamia. Kipindi hiki alikuwa rais wa chuo kile ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wakati huu kuna kijana mmoja alikuja pale chuoni kujifunza kutoka Afrika na kijana mwenyewe alikuwa akiitwa Omar. Hebu tusikilize hiki kisa vizuri, kisha kutoka kwenye kisa hiki ndo tutaenda kwenye somo letu leo insha Allah, ambalo litakuwa ni somo letu la mwanzo. Kijana huyu kutoka Afrika ambaye anaitwa Omar alienda kwenye chuo cha Kiislamu Madina wakati huo ambao Shekh Ibnu Baz ndo rais wa chuo kile. Hii story au hiki kisa nachokutolea kinapatikana katika kitabu kinachoitwa Sualat ibn Wahf. Ndani ya kitabu hiki sasa cha Ibn Wahf ambaye ni mmoja katika wanafunzi wa Ibn Baz, amekieleza kisa hiki katika ukurasa wa 76 mwishoni na ukurasa wa 77 anakisimulia kisa hiki akiwa yeye amesimuliwa na aliyekuwa dereva wa Sheikh Ibn Baz wakati huo, ambaye ni Abu Yusuf. Abu Yusuf amemsimulia kisa hiki e, Ibn Wahf na wengi katika wanafunzi wa Ibn Baz wamekithibitisha hiki kisa. Sasa tuendelee na kisa chetu. Mwanafunzi huyu ambaye anaitwa Omar anatoka Afrika, alikuja pale kusoma e, chuo cha Kiislamu cha Madina. Sasa alikuwa akiishi katika makazi ya wanafunzi pale pale, pale pembeni ya chuo. Siku moja yuko chumbani huyu mwanafunzi Omar, wenzake wakaingia, wanafunzi wenzake mle chumbani Walipoingia wakaacha mlango wazi, Omar akawaambia wenzake, ufungeni huo mlango. Lakini unajua tena masala ya vijana, hawajafunga, wakafanya kama kupuuza. Kilichotokea hapo, Omar akaunyumbua mkono wake, ule mkono akauongeza, akaurudufu. Alipokuwa amekaa kitandani Omar na ulipo mlango ni mbali, basi akaunyosha ule mkono wake, ukawa mrefu, ukafunga ule mlango. Wale wanafunzi wote wakashtuka eh! Huyu jamaa mchawi au? Wakapeleka kesi ile kwa Sheikh Ibn Baz. Basi Sheikh Ibn Baz rahimahullah akamwita huyu kijana ofisini, akamuuliza wewe ni jini Ili Umari? Akasema na mimi ni jini, nimekuja hapa kujifunza na nakuomba Sheikh usinifukuze, usinisimamishe masomo. Sheikh Ibn Baz akamwambia, hakuna shida, nitakuachia usome, lakini kwa sharti usije ukajibadilisha kutoka kwenye umbile ambalo upo hivi sasa ukaja ukajipeleka kwenye umbile jingine. Ni lazima ubaki kwenye umbile lako hili hili la kibinadamu. Yule kijana akakubali, na kweli alisoma mpaka akamaliza. Abu Yusuf ambaye alikuwa dereva ni Sa'iq wa Ibn Baz anasema, ndiko naenda kumchukua Omar anapoishi, nampeleka chuoni na najua kwamba huyu ni jini. Na alisoma, na akamaliza. Naam, hiki ni kisa katika visa ambavyo vimetokea. Lakini kwa nini nimetanguliza kisa hiki? Nimetanguliza kisa hiki ili kuna mambo tujifunze hapa. Jambo ambalo nataka tujifunze hapa ni kwamba jini anaweza kutimiza lengo lake fulani kupitia maisha ya wanadamu. Yaani akavamia maisha ya wanadamu ili kutimiza lengo lake. Lengo hilo linaweza likawa zuri, linaweza likawa baya. Sasa ikiwa ni zuri kama hili la kusoma ni sawa. Lakini ikiwa ni baya ni tatizo. Majini kwa kawaida wanahudhuria katika darsa hizi e, ambazo zinafanywa na wanadamu, pia wanakaa na wanasikiliza, lakini katika namna yao ya asli hawaonekani. Lakini anaweza jini akaja katika hali ya kibinadamu kabisa, akaja akajifunza e, jambo fulani, au akaja dukani akanunua bidhaa, au akachanganyika nanyi katika shughuli mbalimbali, na nyinyi mkamwona kama ni binadamu, kumbe ni jini. Hii inawezekana kabisa. Jini anaweza kutimiza lengo lake katika maisha ya wanadamu, kama vile tunavyoona kwamba kuna baadhi ya majini wakorofi wanawavaa wanadamu na wanawasumbua muda mrefu, na lengo lao, wanawataka katika hali ya kimapenzi, wawe na mahusiano nao. Kwa hiyo, anaweza kutimiza lengo baya au zuri kupitia maisha ya mwanadamu, na kwa hivyo lazima tulielewe hili. Na jambo muhimu pia hapa, mtu awe na nidhamu kwa watu wasiowajua Sio, unakuta mtu unamropokea tu, unamkasirisha, unamkwaza. Unaweza ukaja ukamkwaza jini barabarani huko, au madukani au sokoni, na wewe humjui, ukamtolea tu maneno machafu alafu baadaye ukaja ukaona matatizo yanakupata. Sasa somo letu la leo ni namna nzuri ambayo mtu anatakiwa aishi na tahadhari ambayo anatakiwa aichukue ili kujiepusha na shari za majini wa korofi ambao ni mashetani. Nini afanye mtu ikiwa hii ndio hali yao, majini wanaweza kuvamia maisha ya wanadamu, na wanavamia maisha ya wanadamu. Kwanza, kabla ya kueleza haya, ieleweke kwamba jini katika maumbile yake ya asli huwezi kumuona, na hii ndo kauli ya jumhur mpaka Imamu Shafi'i rahimahullahu taala anasema, mimi mtu ambaye atasema kwamba kamuona jini katika umbile lake la asli mtu huyo nabatilisha ushahidi wake mahakamani, yaani mtu huyo hafai kuwekwa kuwa shahidi kwa sababu ni mwongo. Jini huwezi kumwona katika umbile lake la asili, na kwa hivyo mtu akikuelezea jini katika umbile lake la asili liko hivi, yuko hivi na hivi, mwongo huyo, isipokuwa manabii wanaweza kumwona jini katika umbile lake la asili, lakini katika hali ya kawaida haiwezekani kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innahu yarakum huwa wa qabiluhu ye, shetani na wenzake wanakuoneni lakini nyinyi hamuwaoni wao. Na shetani ni sifa tu, eh, jini akiwa mkorofi huitwa shetani. Sasa jini katika umbile lake la asli huwezi kumuona, lakini unaweza kumuona tu katika hali mbalimbali mbali ambazo amejibadilisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aljinnu thalathatu asnaf, majini wako katika namna kuu tatu sinfu lahum ajnihatun yatiruna fil hawa aina ya kwanza ya majini wanambawa wanaruka angani wasinfun hayatun wakilabun na aina nyingine ya pili ni wale walioko katika maumbile ya nyoka na mbwa ambao wanajiweka kwenye maumbile ya mbwa na nyoka wasinfun yahiluna wa yadhanun na aina ya tatu ni wale wanaohamahama wanaweka makazi kisha wanahama wanahama hama makazi yao. ala kuli hali ni kwamba somo letu la leo nataka tuchukue tahadhari ili kujiepusha na shari za, za majini. Hili ndio somo letu leo katika kipindi chetu cha mwongozo sahihi katika tiba. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu katika nyumba yako kwanza, ukiachilia mbali maeneo mengineyo katika nyumba yako, uelewe kwamba kuna sehemu hizo, mara nyingi sehemu hizo na kuna uwezekano mkubwa wa kuwepo majini. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambayo inawashwa moto mara kwa mara. Sehemu hii penda sana unapoenda jilinde kwa Allah. Soma a'udhu billahi minashaitani rajim au usisahau kusoma bismillah kabla ya kufanya chochote. Sehemu inayowashwa moto mara kwa mara anapenda sana kukaa jini. Kwa sababu wao wenyewe asili yao ni ni moto, wameumbwa kutokana na moto. Sehemu nyingine kitanda ambacho kimewekwa kama kinalaliwa lakini hakilaliwi, Usiweke kitanda ikawa kama kinalaliwa lakini, ikiwa kitanda godoro, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema firashu hakilaliwi. Ikiwa kitanda ukilali mathalan godoro, basi lisimamishe usilitandike. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema firashu li zawji wa firashu lil mar'a wa firashu li dhaif wa rabi'u li shaytan, tandiko moja ni la mume, jengine ni kwa ajili ya kulala mke, jingine ni kwa mgeni, la nne ambalo halina mwenye kulala ni la shaytan. Kwa hiyo usiweke tandiko e, au kitanda ambacho umekiweka kama kinalaliwa, lakini halali mtu, anaweza kukaa hapo shetani. Sehemu nyingine katika nyumba ambayo wanaishi majini ni chooni. Chooni ni sehemu ambayo wapo hasa majini. Chooni wapo, si kwamba labda kuna uwezekano wa kukaa, wapo. Majini chooni. Na ndio maana mimi kila siku nasema sipendezwi kabisa na ujengaji wa mtu kujenga choo ndani ya chumba. Vyoo vitengwe kidogo viwekwe sehemu yao maalumu, kwa sababu ndani ya choo kuna majini, na kwa hivyo mtu anapoingia asisahau kusoma ile dua iliyofundishwa, Allahumma inni audhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith. Ine. Lakini sehemu nyingine wanasema ulamaa kwenye yale masanamu ambayo utayaweka ndani masala, mathalan ile midoli. Kuna watu wanaweka ndani ya nyumba yao midoli wanawapa watoto wachezee ambayo ina sura ya mtu kabisa, macho, uso, mikono, miguu. Katika uh, sehemu kama hizi tamathil, masanamu, sanamu haya mashaitani huwa wanapenda kuishi. Mtume anasema nyumba ambayo ina masanamu haya haingii malaika ndani yake. Hizi ni baadhi ya sehemu ambazo ndani ya nyumba kuna uwezekano mkubwa wa kukaa majini tutakuja kutaja sehemu nyingine inshallah, ambazo wanaishi majini. Lakini somo letu la leo, nini unatakiwa ufanye na nini ujiepushe kufanya, ili kujilinda na shari za majini na ili usio ukapata matatizo na maradhi ambayo yanakuwa ni maradhi sugu yaliyosababishwa na majini wakorofi. Jambo la kwanza, unaposimama kwenye kioo, tahadhari sana usisimame kwenye kioo, ukawa kama ulivyozaliwa. Kuna baadhi ya watu wanapenda hivyo, hasa wanawake, anaweza kusimama kwenye kioo akiwa mtupu uchi kama alivyozaliwa. Jambo hili linaweza likamvutia jini na akakuvaa akaanza kukusumbua. Jambo jingine pale unapovua nguo, unapovua nguo sema maneno haya Bismillahilladhi la ilaha illa huwa, amefundisha Mtume haya sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unapovua nguo tu yaseme maneno haya ili sije kwa sababu ya kudhuriwa na jini. Ikiwa unavua tunguo alafu unakaa utupu muda mwingi e, kuna uwezekano mkubwa wa jini mkorofi kukuvaa, na kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo. Kuna baadhi ya vijana, anaweza kulala kwa vile chumbani yuko peke yake, anajifungulia feni, analala kama alivyozaliwa usiku kucha, au anakaa mchana muda mrefu kama alivyozaliwa, anatafuta upepo. Jambo hili linaweza likakusababishia madhara makubwa sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kukuvaa wewe jini. Lakini jambo jengine, usimwage maji ya moto bafuni au chooni, kwa sababu ni sehemu wanayoishi majini kama tulivyoeleza. Kwa hiyo usiende kule kumwaga maji ya moto ikawa ni sababu ya kuja kuwaudhi wao. Jambo jingine, usiku unapolala usisahau kusoma Ayatul Kursi na zile Almuawwadhatan, Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu birabbin nas. Usisahau na adhkari nyingine ambazo zimefundishwa, na ulale kwa ubavu wa kulia. Unapoanza kulala, lala kwa ubavu wa kulia. Usiku una mambo mengi sana, usiku una mengi mazito umebeba. Na katika makosa ambayo hutakiwi kuyafanya ni kupiga makelele katikati ya usiku, ukazungumza kwa sauti kubwa katikati ya usiku, siku wa manane, wewe ukazungumza sauti kubwa, au ukawasha redio yako, tena mziki. Afadhali Qurani itakuwa ni vizuri, lakini mziki, sauti kubwa ni kosa hili. Jini mkorofi anaweza kuvumilia sauti ya mtoto mdogo, sauti ya mtoto mchanga, kwa sababu anajua ni mtoto mchanga, hana hatia. Lakini wewe sauti yako mtu mzima hawezi kuivumilia, inaweza ikawa ni sababu ya kumuudhi jini ambaye anaishi maeneo ya karibu, labda na yalipo makazi yako. Au kama njiani unapita usiku unapiga makelele, inawezekana umepita sehemu ambayo wanaishi majini na wewe ukapiga makelele, ukawaudhi wakakusababishia matatizo. Lakini ulama wanasema pia, mathalan, utakapokuwa unasikia sauti kama ya filimbi hivi, sauti kama muhuzi kwenye masikio yako mara kwa mara, au ikawa umepata na homa ambayo unahisi joto kali, joto kali na harufu ya kitu kilichoungua, mara kwa mara unasikia, ujue hii ni dalili ya kwamba kuna jini mbele yako. Unapozihisi dalili hizi ujue kuna jini mbele yako, na kwa hivyo jilinde kwa Allah, soma a'udhu billahi minashaitani rajim, mtaji Allah, soma ayatul kursi au muawadhatan au sehemu yoyote katika Qur'ani unayoifahamu soma, Allah atakulinda. Lakini pia mathalan, umeona mnyama kama vile paka, halafu ulipomwona ukatishika, yaani ile mandhari yake mwonekano wake ukakutisha, iwe mchana iwe usiku na ukawa unamkhofisha ni kama vile unamfukuza, unamtisha, lakini hatishiki, hana wasiwasi yule wasi paka, elewa, kuna asilimia kubwa kuwa huyo ni jini na hapo jidinde kwa Allah. Jambo jingine, jiepushe sana kulia peke yako. Kulia peke peke yako yako, jiepushe sana. Kuna baadhi kuliahauna baadhi ya watu wakiwa na huzuni, anakaa peke yake, analia, analia. Wanasema ulama karini wako kwa sababu kila mtu ana karini wake, ana jini wake. Wanasema yule karini jini wako uliye naye anaweza kukuvangatia, anaweza kuhisi huzuni naye unapolia sana peke yako, na kwa hivyo anaweza kukumbatia jambo hilo, likawa ni tatizo kwenye mwili wako likakuletea madhara. Kwa hiyo epuka sana kukaa peke yako, alafu ukawa unalia unalia unalia kwa sababu ya huzuni. Lia kidogo, huzunika kidogo, kisha mwombe Allah kuondoshe e, matatizo au mabala e, ambayo amekutahini nayo lakini usipende kukaa peke yako ukawa unalia sana. Lakini jambo jingine, unaporusha kitu au unapochupa kutoka sehemu ya juu ukachupa sehemu nyingine, basi mtaje Allah, kabla ya kufanya hivyo, kwa sababu unaweza ukaja ukamuudhi jini. Mathala umelembea kitu porini, ukaja ukamuudhi jini katika sehemu hiyo ambayo unalembea. Wallahi kuna tahadhari nyingi ambazo tunatakiwa tuzichukue, na kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyafanye. Lakini leo kwa vile ni sehemu ya kwanza hii ya kipindi chetu, basi tunaomba tujifunze kidogo tu katika haya. Inshallah katika vipindi vyetu vijavyo tutajifunza zaidi na zaidi kuhusiana na masala haya, lakini tutajifunza mengi makubwa na mazuri kuhusiana na masala ya tiba, ya magonjwa mbalimbali mbali.